Karibu tena. Mila komavu zilizopitwa na wakati kama vile kuwaoza watoto wa kike mapema na ukeketaji, zinazidi kulemaza juhudi za watoto wa kike kuwafikia ndoto zao katika kaunti ya Samburu. Wadau wakitaka watoto wa kike kupelekwa shuleni ili kukiuka viunzi hivyo vya mila potovu. Mwanahabari wetu Boniface Barasa sasa anaarifu. Tangu jadi, watoto wa kike kutoka jamii ya wa wafugaji wa Samburu wamekuwa wakikumbana na kiunzi cha mila inayozima ndoto zao maishani na hatima yao kusalia kusuasua kwenye mawimbi hayo mazito. Msichana anafaa kuleta dawari, na kwa hivyo akipelekwa shule na bado tena ataenda kuuzwa, uh, inakuwa loss kwa mzazi. So, hiyo hizo ndo challenges zenye mtoto wa msichana anapitia, lakini kupitia shughuli kama hizi, tuna empower msichana aweze kukua na nguvu kama kijana. Najua kwa society yetu sana aswa wa Samburu tumemweka yule mtoto o nyuma kidogo. I feel like this is the right time for us to start empowering our girls na kuwapea equal chances both boys and girls. We have learned so many things from our mentorship we we We have have have learned that girls girls girls, can can also also make it and And become leaders of tomorrow. And girls, we have the right to do anything. We have rights for everything. hatua hiyo ikiwanyima fursa kujumuishwa kwenye meza ya maamuzi nazo nyadhifa za uongozi wakisalia kuzitazama kwenye paa Wasi Mikiwa, tutapata sauti yao hapo katika mawimbi mapya. Kukiuka viunzi hivyo, wafugaji wametakiwa kuwapeleka watoto wa kike shuleni ili kukata kiu ya elimu na kuwa na uwezo wa kushiriki maamuzi ya jamii nzima pia hawa ambao wameenda shule manufaa yao ama wamepata, wamepata kuwa ile vitu ambao wao wenyewe wanatamani kuwa daktari, kuwa mwalimu, hii tu ni kupitia masomo. Kwa hivyo hata wazazi najua wame, wameanza kujua umuhimu wa kupeleka watoto shule to ensure that uh, we have the gender equality and also uh, socio economic empowerment and also to ensure Ripoti zimeashiria mila hiyo kuendelezwa kimya kimya nyanjani, wadau wanaposhinikiza kushirikishwa kwa mtoto wa kike katika nafasi za uongozi. Wito umetolewa kwa watoto hao kupewa kipaumbele ili wakakate kiu elimu na kuwa na uwezo wa kuweza kuwania wadhifa huo. Bonfas Barasa, Runinga Citizen gatuzi la Samburu. Gavana wa Kwale